Ni biashara inakuwa ngumu sana kwa watu. Watu wengi wengi wanakuja na na wana, wanafanya vizuri, wanakuwa na majina mazuri. Kitaalam na... mm. kuna kitu kinaitwa business life cycle. Mm, kuna, kwa kuna mm, stage za kukua kwenye biashara. Stage ya kwanza inaitwa developmental stage. Mm, ni stage ambayo unaanza kukua kwenye biashara, unatambulisha biashara yako, watu wanaanza kujua, unapata wateja, wanaanza kukimbizana nayo, kuna penetration strategy ambayo unapambana unaingia kwenye biashara, unatumia strategies kibao. Mm. Stage ya pili ni growth growth growth stage. Mm. Growth stage. Baada ya development mm. Kwenye growth stage ndio unaanza kukua, watu wanaanza kusema sasa huyu ni loja, okay. Umeona? Na wewe unaona kila ukienda product inakubalika. Kila product inakubalika. Stage ya tatu inaitwa maturity stage ambayo leo futa bei nipo. Mimi nishabia kwenye maturity kwamba ni stage ambayo nilete mzigo na waka nitauza. Ukibaki kidogo ile stock na ufanyia sale, lakini nitauza. Mimi leo na maduka zaidi ya 20. Hakuna kampuni ya kuuza nguo leo Tanzania na maduka zaidi ya 20 haipo, mimi ndio peke yangu. Kwa hiyo mimi najua kwamba nikileta mzigo wa bilioni mbili nitauza. Alafu sina haja ya kupambana, kupigana na wateja sana. Wateja wanakuja kwa sababu asha niamini. Unaelewa? Lakini kuna stage ya mwisho ambayo ndio stage ngumu. Ile stage huwa option mbili either una decline unadondoka au ukifanya innovation unaendelea ku, kuwepo kwenye game. Sasa ngoma iliyopo ni kwamba watu watu wengi wengi wao wanafanya vizuri vizuri kwenye kwenye stage stage ya ya kwanza development stage ya pili, wakianza kufika pale kwenye machuzi wanasahau wanasahau wanasahau wanasahau wanasahau wanasahau, ukiendelea kufanya innovations creative creative, kwa sababu watu wengi wakishapata fedha wanaanza kurudi nyuma, wana kuwa kuwa innovative creative, kupambana kujijali wateja wana, wanadrop ndio maana mimi siku zote nimekuwa nabadilisha wafanyakazi mfanyakazi akishaanza kufika kati ya kitu cha msingi kwenye hii conversation yote ya Fred Vunjabe, ni kitu kimoja kwamba kwenye final stage ni kwamba watu wanarudi nyuma, wanaanza kujificha, wanahisi wao washatoka hapo. Ni stage ambayo sasa hivi kwenye generation hii mambo yabadilika. Nyuma, watu wakisha kuwa masupastar kwenye in industry yote narudi nyuma, kwa sababu wanalinda brand ili waendelee kukuza brand, lakini kwa sasa hivi mambo yanabadilika. Wewe inabidi utoke nje, sio kurudi nyuma, utoke nje kuendelea kuikuza brand yako. Sasa hivi watu wawangalii wewe ulifanya nini nyuma, ulifanya nini wanachoangalia katika stage kama hii ni kwamba who are you, kitu gani ambacho tu, kitatufanya tuendelee kustick kwako what do you have you as you as a person. Hapa ndo tunakuja kwenye solution ya personal brand. Personal brand lazima uendelee kunacha siku hadi siku, ili kuendelea kusurvive sokoni katika stage yoyote ile ya biashara ambayo unapenda kuwa. So ukitaka kupata knowledge vizuri kuhusu personal brand, comment neno kozi hapo chini na kusaidia kupata kozi dem kwako.